Nilitatazika, niliogopa. Mwingine nikahisi kweli, hapa akishapiga kwenye ile, huoni jitihada zangu sawa

baba akashachukua mali yake tayari kitambo tu, au sio? Tukae eh? Mbona ushirikishiki?